Meno ya mtoto mchanga kikawaida huanza kuota yale mawili ya chini, alafu ndipo yanafuatia yale mawili ya juu. Sasa kama ikitokea yameanza kuota meno ya juu yale mawili, inakuwa inamaanisha nini na suluhisho lake ni lipi? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembelea channel yangu, na uweke subscribe hapo chini ndio kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini vilevile vile na mtoto mchanga. Kuna moja mfuatiliaji wangu anaitwa Juri Anasema dokta, naomba kuuliza, je, kuna tatizo lolote kwa mtoto kuanza kuota meno ya juu kwanza? Huyu ni mmoja ambaye ameniuliza hili swali, japokuwa kuna wengi ambao walikuwa wananiuliza hili swali kwamba watoto wao meno yameanza kuota kwenye taya la juu badala ya kuanza kuota kwenye taya ya chini kama tulivyozoea. Sasa kikawaida tu ni kwamba meno kwa hawa watoto wachanga ambao wako chini ya mwaka mmoja, mara nyingi yale ya mwanzoni ambayo kwa kawaida huwa yanaanza taya la chini, yale ya mawili ambayo kitaalamu tunaita central incisors, haya huwa yanaanza mtoto anapokuwa na kati ya miezi minne mpaka miezi tisa Yani kuna mtoto mwingine anaweza yakaota akiwa na miezi minne au yakaanza kuota labda moja akiwa na miezi minne wengine miezi mitano wengine miezi sita wengine miezi saba wengine yakaanza kuota miezi nane au miezi tisa na walio wengi kuanzia miezi tisa wanakuwa tayari yale ya chini yashaota, alafu baada ya hapo yanakuja kuota yale meno ya juu, ambayo meno ya juu mara nyingi yenyewe yanaweza kaanza miezi nane, miezi tisa, miezi kumi, wengine anaenda mpaka miezi kumi na mbili ndo yanaanza kuota. Sasa basi. Ukiona mtoto wako ameanza kuota meno ya juu yale mawili hiyo haina shida, kwa sababu inawezekana kwamba mtoto amefika miezi nane yakaota yale ya juu, halafu ile taya la chini yakawa bado ayajatokea kama nilioema mpaka miezi tisa kaanza kuona. Sasa kikubwa ambacho huwa tunakizingatia ni kwamba mtoto anapofikisha e, miaka mitatu au amekamilisha kuwa na meno ya msingi ambayo ni meno ishirini. Maanake taya la chini linakuwa na meno kumi na taya la juu linakuwa na meno kumi. Hilo ndo jambo la msingi sana, kwamba meno ya chini yanaanza na meno ya juu labda yameanza, ukawa na wasiwasi. Mimi sizani kama kuna haja ya kuwa na wasiwasi sana kwao. Kikubwa cha kuzingatia kwamba mtoto wako meno yameweza kuanza ndani ya mwaka mmoja haijalishi. Wakati mwingine kuna baadhi ya watoto wachache sana yanaanza sehemu ya juu kama alivyosema Juli, na wengi wao yanaanza sehemu ya chini, yale ya katikati ambayo ni mawili. Hiyo ni kawaida kabisa kwa watoto. Sasa basi, kama mtoto wako mpaka amefikisha mwaka mmoja na nusu hana jino hata moja, ni vyema kuweza kwenda hospitali uonana na daktari wa meno au daktari bingwa wa watoto awezi kumkagua mtoto wako, kama kuna changamoto nyingine. Lakini kuhusiana kwamba labda ufuatiliaji kwamba yanaanza yapi na yanaanza yapi, kikubwa huwa yanaanza ya chini, ndipo yanakuja ya yale ya juu. Alafu e, kuna baadhi ya watoto wachache kama hawa ambao wao yanaanza sehemu ya juu na yanakuja yale ya sehemu ya chini. Ni kitu ambacho hakina wa shida, japokuwa kumekuwa na utofauti. Si tunazingatia kama alivyosema mara kwanza, akifika miaka mitatu awe ana meno ishirini ambayo ni meno ya msingi. Sasa basi, kuna baadhi ya watoto wachache sana huwa wanazaliwa na meno, unakuta wana meno na wengi wanajua kwamba ni meno ya plastiki sasa meno haya mara nyingi ni mara chache sana na kama amezaliwa na meno haya, ni vema kuweza kumwonyesha daktari wako aweze kumkagua. Na mara nyingi huwa tunasema kwamba si lazima sana kuweza kuyatoa, japokuwa madaktari huwa tunakuwa na wasiwasi kwamba meno hayo yanaweza kapelekea mtoto kuweza kupariwa, au yakaleta changamoto wakati wa mtoto kuweza kunyonya. Kwa hiyo unakuta atakawa anapata changamoto ya kunyonya, au akawa anaumiza chuchu za mama, na mwisho wa siku ikaleta changamoto kwa mama ambaye anakuwa ananyonyesha. Lakini mara nyingi hali ya mtoto kuweza kuota meno mapema anapokuwa amezaliwa, kwa maana kwamba anakuwa amezaliwa nayo, inatokea mara chache sana. Jambo lingine ambalo unaweza kusisitiza kwa wazazi ni kwamba kuna baadhi ya watoto wachanga huwa wanazaliwa na baadhi ya vinyama fulani au kama vivimbe kwenye fizi. Sasa nashauri kwamba vile vinyama ukiviona mwonyeshe daktari na haushauri kuweza kuvishikashika au kuweza kuvikamua. Vinakuwa kama vitufe hivi pembeni ya ulimi. Kuna baadhi ya watoto wanazaliwa navyo, hivi huwa vinapotea vyenyewe baada ya muda. Kikubwa cha kuangalia, labda wewe unaweza kuwa unaangalia kama kinaongezeka, lakini vilivyo vingi huwa havihitaji matibabu wala havihitaji kuweza kuondolewa au kunyofolewa. E, unaona labda kina uwezekano wa kunyofolewa au kina na mzizi mdogo, ni vyema uweze kukiacha, baada ya muda kinapotea chenyewe. Kwa hiyo inakuwa haina shida, lakini vilevile vile tujue kwamba hawa watoto wachanga wanapokuwa wanaota meno, kuna baadhi ya dalili huwa zinaashiria kwamba mtoto wako anaweza akaanza kuota meno. Inawezekana mtoto ana miezi minne, miezi mitano, miezi sita, saba, nane, tisa, au wakati mwingine ana mwaka mmoja. Kuna dalili ambazo wao wanazionyesha wanapokuwa wanaota meno. Dalili ya kwanza kabisa ambayo inaweza kaonyesha kwamba mwanao anataka kuota meno ni kutoa mate mengi, au kuvuja mate mengi. Unakuta mtoto wako alikuwa vizuri, lakini baadaye anavuta anavuja sana mate mpaka ukawa na wasiwasi, hiyo inawezekana inaashiria kwamba mtoto wako anataka kuota meno. Kwa hiyo kikubwa ambacho unatakiwa kuweza kufanya ni kuweza kumsafisha na kumfuta hayo mate mara kwa mara. Jambo lingine, utakuta mtoto anapenda kungatangata vitu. Eh, unakuta anajingata vidole anaingiza vidole mdomoni, au wakati mwingine anapenda kutafuna tafuna. Eh, unakuta anafikishafikisha au anatafuna tafuna zile fizi zake. Hizo ni dalili mojawapo, kama mtoto wako anataka kuweza kuota meno. Kuna baadhi ya watoto wao wanaweza kawa na homa, yapokuwa sio kubwa sana, anaweza kawa anachemka kiasi tu, na ukampeleka hospitali, wakati mwingine ukakuta mepima hana shida yoyote. Wengine huwa wanakuwa wanaharisha, kuna wengine wanaweza kapata vipele usoni. Lakini vile vile, kuna baadhi ya watoto unakuta anapata ile hali ya kulialia, wakati mwingine anaweza kawa nakosa kabisa usingizi. Wakati mwingine unamkuta mwingine mtoto anajishikashika huko kwenye mashavu wakati mwingine unaweza kukuta kuna ashiri, viashiria vya upere na anajifikichafikicha na hizo dalili nyingine ambazo nimeweza kusema. Kwa hiyo unapoziona hizi dalili, inaweza zikawa zinaashiria kwamba mtoto wako anaanza kuota meno au kuna meno mingine anaanza kuota. Na wakati mwingine fizi zao huwa zinakuwa zinauma, kwa hiyo unakuta mtoto anaonyesha hali fulani kwenye fizi, zinakuwa na hali ya wekundu wekundu hivi. Hiyo ni hali ya kawaida kabisa. Sasa unapoona mtoto labda ana homa, anaharisha, ni vyema kuweza kumpeleka hospitali, kwa sababu ni ngumu sana kuweza kutofautisha kati ya dalili za uotaji wa meno, hasa anapokuwa na homa au anaharisha. Kama ana mwaka labda miezi sita, miezi saba, miezi nane, ni vyema kuhakikisha kwamba kwa mnampeleka hospitali akafanyiwe vipimo ili kuweza kuangalia kama kutokuwa na maambukizi ya bakteria au kama kuna changamoto nyingine ambayo inapelekea mtoto wako kuweza kuchemka. Endapo kama mtakuwa na swali kuhusiana na somo la kwamba meno ya mtoto labda yameota ya juu kwanza kabla ya chini, unaweza kuniuliza hapo chini. Mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako kwa wakati wote. Karibu sana. Sasa kwa mtoto ambaye anakuwa ananyonya, kuhusiana na kinywa chake, wakati mwingine ulimi unaweza ukakuta ni mweupe sana, na wakati mwingine ukawa unaashiria kwamba maziwa yamebaki pale, kitu ambacho huwa kinaweza kupunguza ladha ya maziwa, lakini vilevile inaweza kuwa ni sehemu mojawapo ya ukuaji wa bakteria. Sasa kuna video moja ambayo nilizungumza namna ipi ya kuweza kumsafisha ulimi mtoto ambaye ni mchanga, na umsafishe akiwa na umri wa kuanzia miezi mingapi. Kama ulikuwa unajiuliza swali kwamba ulimi wa mtoto mchanga unasafishwa mtoto akiwa na miezi mingapi na utumie vifaa gani na namna ipi ya kuweza kumsafisha, basi unaweza kuklik suggestion hapo, kasikiza video kuhusiana na namna ya kusafisha ulimi, lakini vile vile kuweza kutofautisha kati ya ulimi ambao labda umejaa maziwa, lakini vilevile na maambukizi ya vijidudu, kwa mfano kama fangasi. Mara nyingi a, watoto wachanga huwa inawakuta.